Unafahamu njia ya kuepuka ubinafsi ni kukubali kuhesabiwa haki kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo kwamba yeye ameshinda binafsi kifo na mauti na tunapata haki kwake. Hivi unajua njia sahihi ya kuzima ubinafsi ndani yako ni kukubali haki ya Mungu iamue ya ndani yako. Mwanadamu hawezi kushinda unafiki, hawezi kushinda ubinafsi anapaswa kumkubali Yesu Kristo. Unajua Biblia imesema kuwa hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo yake, kwa sababu tu binafsi umetushinda, unafiki ndio umetushinda kabisa. Utasema, huyu mbona anatoa sana? Watu wengine wanatoa sana fungu la kumi, lakini ni wabinafsi na hawafai mbele za Mungu, na ikihesabiwa hilo fungu la kumi, wangelikaa kilomita kadhaa mbali sana na Mungu lakini ni neema ya Mungu, Mungu ameendelea kuwabariki na kuwainua. Wanatoa fungu la kumi si kwamba wanampenda Mungu, wamejawa na hofu ya kupoteza kazi, na wanajipenda na ni wabinafsi. Wanatoa ili kazi zao zilindwe, wanatoa ili kazi za biashara zao, zao zikae na hali njema. Je, kwa passion hiyo, je, Mungu anawalinda kwa fungu lao tu la kumi? Je, Mungu angelihesabu hatia zao wangelisimama? Mwamini tu Mungu leo wanamsaidia sana maskini yatima, lakini ni wabinafsi na hawafai mbele za Mungu kwa haki hiyo, kwa sababu wao hawawasaidii yatima kwa sa... kwa sababu wanawaonea huruma. Hawawapendi yatima, hawawaonei huruma na wala hawagusu na mahitaji yao. Hawa wanaguswa na kutaka kumgusa Mungu ili Mungu awabariki zaidi. Hawa wanaguswa kwa kutafuta kitu kinachoitwa spiritual returns, yani wapate zile baraka za kiroho, na wanaguswa waki kwa wakiwa wakiwa wanataka self glory. Kwa hiyo wanamsaidia maskini kama sehemu ya uwekezaji wa Kimungu, kwamba siku wakiwa na matatizo na hawaoni aibu, wako kanisani, watasikia Mungu, kumbuka sadaka zangu. Kumbe alikuwa anawekeza, hajawahi kutoa. Huyu ni mwekezaji huyu na mwingine anadai anasamehe, anasamehe kwa sababu tu wale waliomkera wanamzidi nguvu, kwa hiyo inabidi mambo yaende sawa, abidi asamehe. Ana kinyongo huyu, lakini mwingi, hafai na kinyongo chake mbele za Mungu. Lakini mbaya zaidi, watu wa madhabahuni wameshuhudia wakisema, mimi waliponikosea nilimwachia Mungu ili Mungu ashughulike naye yaani hivi huyo sasa ndio umesamee nini? Yaani mumwachia Mungu ili Mungu ampige zaidi. Sasa, yani hapo hujasamee, yani umechochea. Yani, ukisamee maana yake unataka huyu aliyesamehewa abakie salama. nani anayesameege? Wengine wamesamee kwa sababu wanataka kwenda mbinguni, sio kwa faida ya yule anayesamehewa. Je, yeah. Biblia inasema tusamee kama Kristo alivyokusamee. Je, wewe yeah, unasamee hivyo? una wale unaowasamee nia yako wafike mbali, wabakie na afya, wawe na uzima wa, wa, lile kosa lile linaondoka ndani yako. Biblia anasema Mungu ametusamehe ameweka mbali sana dhambi zetu, mashariki na magharibi, makosa yetu ameyatumbukiza katika bahari hata hayakumbuka tena. Naye Bwana anatusisitiza njooni, basi kwenye kiti cha rehema, kama watoto wapendao, wale waliokuuzi wanakusogelea kama wewe ni mtu unayependana nao, ama wewe ni mtu wa rehema, au ndo nimekusamehe, ila sitosahau. Hiyo tu ni ubinafsi. Mtu hawezi kuachilia, anatafutaga watu, watu wengi wanatafutaga self glory na spiritual returns. Kwa hivyo kuvuka ubinafsi ni kukubali na kujitiisha chini ya Yesu Kristo, chini ya hii imani ya ukweli ya kwamba mwanadamu hawezi kuhesabiwa haki kwa matendo yake hivyo Kristo amekufa kwa ajili yake, amefufuka kwa ajili ya yake yake, aishi tena, yeye anaishi Kristo ndani yake kama